Ahlan wasahlan wamarhaban, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Uhaligani? Habari gani wewe mwana afrika mashariki ambao watusikiliza na kututazama popote pale ulipo? Karibu ndani ya kipindi chako kipya kabisa kinachokwenda kwa jina la kimya kimya. Ni yapi ambayo nimekuandalia siku ya leo, lengo na madhumuni ya kipindi hichi? Basi nakuomba usibanduke, usinyanyuke mpaka pale nitakapotia nanga. Kumbuka matangazo haya wayapata moja kwa moja kupitia hapa Phoenix Arizona ambapo ndio makazi makuu ya channel hii ya Khairat TV na mwongozaji wa kipindi hichi na mtayarishaji wa vipindi hivi ni mimi Khadija binti Hassan. Na sasa niweze kukaribisha rasmi kabisa katika kipindi chetu hichi cha leo. Dhumuni kabisa ya kipindi hichi ni kuwa tutakuwa tunamwalika shekhe au tutakuwa na tunazungumza naye kwa njia ya simu, na tukimuuliza maswali ambayo yanaleta utata ambayo yanakuwa yanatutatiza tunataka kupata uh, usahihi kutoka kwa wao ambao wanakuwa ni wenye elimu ya kutosha. Kwa hiyo tunapompata na kumuuliza maswali, anaweza kuwa ridhaa nasi, baada ya mazungumzo tukimuuliza kama ipo ridhaa kuweza kwenda hewani na tunaenda hewani, otherwise inakuwa ni kinyume. Kwa hiyo siku ya leo tuliweza kupata kuzungumza na shekhe wetu ambaye ni maarufu sana nchini Burundi, anakwenda kwa jina la Hussein Nzigamasabo. Huyu patikana uh, nchini Egypt akijiendeleza na elimu yake ya dini katika kitengo cha sheria. Siku za nyuma aliweza kuzua gumzo kidogo, ambalo ni gumzo la khairi, lakini kidogo likawa ni lenye utata, na watu waliweza kuuliza maswali kadhaa, na mimi nilikuwa miongoni mwa wale ambao waliweza kuuliza. Ni gumzo gani hilo ambalo aliweza kuzua? Katika kipindi cha nyuma tuliweza kufanya kipindi kuhusu mashindano ya Qurani ambayo yaliweza kufanyika nchini Burundi baada tu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Changamoto ambazo tunataka tuzijue na mengineo mengi tuliweza kusikia katika kipindi hicho wakati huo. Lakini uh, katika harakati hizo za mashindano ya Qurani Sheikh wetu aliweza kuzua gumzo kwa kuandika uh, post yake katika mtandao wa kijamii wa Facebook na kusikia sema kwamba mashindano ya Qur'ani, baadhi ya madhehebu hawakubaliani nayo miongoni mwa watu ambao wa waliomba na kumuuliza swali katika posti yake, nami nilikuwemo kwamba aweze kutupa ufafanuzi, kwa nini au kulikoni. Nami nilikuwemo niliweza kumuuliza, uh, tupe ufafanuzi. Posti yenyewe unaweza kuiona kama hapa na utaona jina langu pale, Khadija Umu Mustafa. Niliweza kuomba ufafanuzi katika posti yake hiyo, lakini kwa bahati moja au nyingine, uh, hakuweza kujibu na tulimwelewa kutokana na majukumu ambayo anayo, ikiwa baba mwenye familia lakini pia anajiendeleza na elimu ya dini huko Egypt. Kwa hiyo tulimwelewa, lakini baadaye maswali mengi yaliweza kutanda katika akili yangu na kutaka kujua na kudodosa, lakini nadhani hata wewe msikilizaji au mtazamaji unaweza kuingiwa na shauku ya kutaka kujua kulikoni mashindano ya Qur'ani, baadhi ya madhehebu waweze kutokubaliana na mashindano ya Qur'ani na wengine waweze kukubaliana, vigezo vipi ambavyo vipo ambavyo vinakataa na vigezo vipi ambavyo vinakubali. Nilianza na kumuuliza, je, baadhi ya madhehebu hayakubaliani na mashindano ya Qorani? Na hivi ndivyo alivyotujibu. Ndio, madhehebu matatu hayakubali: Shafi, Maliki na Hambali hawakubali, misingi yao haikubaliani na mashindano ya Qorani. Nadhani umeweza kumsikia alivyojibu katika swali letu la kwanza, lakini pia nilitaka kuendelea zaidi ya hapo kwamba sasa kama vile yani, anavyoposti alafu na kuacha na kutujibu swali yoyote hauoni, kama unaweza kuleta utata na tafaruku fulani hivi na haswa kuwaacha watu katika njia panda? Tumsikie vile alivyojibu ye. Kitu kinachonisumbua mpaka sasa istiqrar, naweza nikasema utulivu, na ndio maana kuna wakati nachukua tu kwa mukhtasar sana kuwa na postipa, lakini ule utulivu wa kusema ni kae nijibu maswali na nini fafanue, na nakuwa sina. Kuna wakati najaribu sana kusema acha nifunulize basi, natoa dar sana nini, lakini nashindwa katika swala la mshindano ya Qur'ani kuna vitu viwili. Mzozo haupo kwamba tushindane tuone ni nani atakayeweza kusoma Qur'ani vizuri. Sehemu ya kusema tushindane tuone ni nani msomaji wa Qur'ani mzuri zaidi kuliko mwingine, hii sehemu ni danger sana, kwa sababu Qur'ani ni ibada ya kujitegemea maana, unaposoma herufi moja unapata thawabu, herufi mbili unapata thawabu. Kwa hiyo unapokwenda kuisoma Qur'ani wakati ule usomaji unamwabudu Allah. Kwa hiyo unapoingiza wazo la kwamba mimi nataka nishindane na fulani ni Hmm, nani atakayesoma vizuri zaidi kuliko mwingine, umeingiza shirki mule ndani, jambo la kwanza. Na kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam hmm, uh, watu wa kwanza kuwashiwa moto siku ya qiama ni watu aina wa tatu, mmojawapo ni msomaji wa Qorani. Mtume asema, hadithi ya Abu Huraira asema, Mwenyezi hmm, Mungu atamuita msomaji wa Qorani, atamuuliza: mja wangu, sikukupa kitabu changu wewe na nikusomesha? Asema: ndiyo ulinisomesha Mola wangu. Allah atamuuliza, ulifanyaje? Mja atasema, nilikuwa ninakisoma kitabu chako kuna mchana nasomesha. Allah atamwambia, kadhabta, uwe muongo. Kisha malaika nao watasema muongo huyo. Allah atamwambia, bal qara'ta liqalu qari, wewe ulikuwa usoma duniani ili usifie wewe msomaji mzuri zaidi kuliko wengine. Naam, nadhani tumeweza kumsikia katika swali letu la pili alivyolijibu, kwamba ataleta hoja mja, lakini pia majibu yatakuja kwamba ulisoma uh, vizuri ili watu wa kusifu na kuwa wewe ni mtu mwenye sauti nzuri, lakini pia hivyo hivyo, labda uliweza kusoma Qur'ani ili uweze kupata tuma. Zohu. Vitu kama hivyo katika hoja ambazo mwanadamu anaweza kuzileta hiyo siku ya kiama, kwani mwanadamu ni mwingi wa hoja. Nadhani tumeweza kumsikia, lakini tuendelee kumsikia kidogo hapa hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, huyu ndio mtu wa kwanza kuwashiwa moto siku ya kiama na atatupwa motoni. Hii ni sehemu ya kwanza inayoleta tatizo katika hii, kwa maana yule anayekwenda kusoma anakwenda kusoma kwa malengo gani? Katika swala la misabaka mimi naenda kusoma nishinde ushinde nini? Mimi kwa upande wangu katika hii nukta tunaweza kutoka Vipi mashindano ya watoto? Kwa sababu watoto kalamu yao bado hajasimama, ya madhani ndio wanaweza wakafanya mashindano yao au. Au mtu akatia nia kwamba mimi nakwenda kusoma ili kuwahimiza wenzangu nao waje kusoma, akatia ya nia ya namna hii, lakini kuna baki tatizo pale kwamba wakati wa usomaji shetani anamletea anampambia kwamba tengeneza sauti vizuri, mm -hmm, sijui kuna pointi pale ko ni vigumu sana kuepuka nani hii. Haya, huu ni upande wa kwanza. Upande wa pili katika swala la mashindano ambalo ndo madhehebu sasa yamekataa mashindano yanapozungumzwa katika Uh, sheria hakikusudii kile kushindana kwenyewe, kunakusudiwa ile tunzo lewekwa pale, yaani ile tunzo ndio kusudiwa kwenye sheria. Aha, nadhani hapa tumeweza kumsikia vizuri kwamba, uh, mashindano yanayowekwa pale inakusudiwa zaidi ni tunzo. Tunachukua nukta ya mwisho, ndio maana ikaitwa ni mashindano, kwamba atakayeshinda lazima apate zawadi kutokana na ile tunzo inayowekwa, ndio ambayo inachukuliwa kisheria. Tuseme kwamba au tuzungumze kwamba kama isipokuwepo tunzo mashindano haya hayawezi kuitwa mashindano, lakini pia itakuwa tu ni usomaji wa Qurani, na pia inaweza kukubalika kwa mimi nikichukua nukta hiyo, lakini hapa tuliweza kumuuliza kwamba kama sio tunzo watu wanaweza kusanyika na kusoma kisha wakasambaratika. Katika nukta ambayo ameweza kuizungumza yeye, hamna tatizo, lakini ile tunzo ndio inakusudiwa. Kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wasalam mm -hmm. anasema la sabqa illa fi thalathi, hakuna mashindano ya tunzo isipokuwa katika vitu vitatu, na katika hivyo vitu Qurani haimo. Kataja kupiga mshale, yani kujifunza kuogelea, na mashindano ya mbio juu ya farasi. Hichi kitu ni kama vile tunakifahamu na kumbu iko wazi kabisa na kuna kauli ambayo ilikuja kwamba ni vyema Mwislamu aweze kujua kukimbiza farasi, kurusha mshale ambao kwa hivi sasa unaweza kuwa unajua kurusha mshale lakini pia unaweza pia na kutumia silaha kali. Kwa hiyo mashindano ambayo yanaweza kuwa yanakubalika katika kauli ambayo wamezungumzia hapa, kwamba watu waweze kushindana kuhusu kukimbiza farasi, kurusha mshale na kuogelea, lazima ujue kuogelea, kupiga mbizi. Hebu tuendelee kumsikiliza hapa kidogo. pia Tumi anasema ni haya tu ndo anawekwa ndani mwetunzo, kwa hiyo matatu wakuwa keasi tunasimamia hapa, hakuna vitu vingine. Sasa nadhani mpaka hivi sasa tumeweza kumsikia kauli yake, namna alivyoweza kuitetea vyema kabisa, lakini pia na kuachia wewe mtazamaji, nawe msikilizaji, utachukua lipi katika hili ambalo anazungumza. Pia nilitaka kujua, mbona kuna baadhi ya mashindano mengi tu ambayo, uh, hushuhudiwa na ukiangalia, wanaoandaa ni watu ambao wapo katika madhehebu ambayo ameyataja yanayopinga swala hili embu, tumsikilize. Na hapa swali hili analetea hoja gani? Unajua, kuna vitu inabidi tuvielewe. Mashehe wengi katika hii dunia sasa hivi kuna baadhi wamechukua madhehebu kama picha tu basi bas. Inapotokea maslaha ni katika upande mwingine, wanaacha dhehebu, wanafata upande mwingine, na nasimamiwa na Sheikh wana, uh, Abubakari. mm -hmm. wale wanasema ni mashafi kwa misingi ya shafi haikubali mashindano, lakini kwa sababu mule ndani kuna maslaha unaacha kwanza pande wa madhahabu ya shafi, kole, unaweza ukajikuta hawa wanasema sisi ni mashafi lakini wanasai kuna kwa kuantu, kwanza hii tufate nini nyingine? Hapa, uh, hoja ambayo ameweza kuisema kwamba baadhi ya mashehe wakati mwingine hukengeuka na kubadilika misimamo yao na kuweza kuweka vitu vingine mbele zaidi, kama tulivyohusiwa kwamba tuzaniane mema na ni ubora zaidi. Maana ukiangalia katika mashindano ya Qur'ani faida yake ni kubwa sana na ikiwa miongoni mwake katika kuwapa changamoto vijana, lakini pia tukiangalia katika Pande wa zawadi au ile tunzo ambao wanaopewa wale ambao wanaoshinda inakuwa kana kwamba kuwategua kiuchumi kiasi fulani hivi, huenda nikawa niko sahihi au nikawa sipo sahihi, ingawaje kama hoja ambazo wameweza kuzungumzia kwamba wengine hukingeuka misimamo yao na kutia kipaumbele jambo lingine, tuzaniane mema, mimi ndo ninavyohisi hivyo. Lakini pia hebu tuangalie huko nchini Burundi, nadhani hivi sasa itakuwa wamefanya mashindano kadhaa ya kutosha, kama kumbukumbu kumbu yangu ipo sahihi itakuwa ni mara nne. Hivi sasa jambo hili kule linakuwa ni kama vile geni au ni changa, ndo linaanza kuchipukia. Ikiwa wewe ni mtu wa huko Burundi na jambo hili linapotokea na kuweza kuposti au kuweka posti kama hiyo, huoni kama inaweza kuleta uh, chachu fulani hivi, mkengeuko fulani hivi, au tofauti fulani hivi, na watu wanaweza kudhani vingine au kutoweza kukuelewa? Tumsikilize hoja yake. Binadamu ndio hivyo, tunakuwa na kujaji jambo la uh, nyuma ya ukuta, alafu tunalipatia majibu bila kufungua ukuta, tutazame nyuma yake kuna nini. Maana kuna wakati mtu anaweza akaulizwa swali na watu watatu wanne watano, lile swali analijibu kupitia mtandao, watu wakalipeleka upande mwingine kuna ili mm -hmm. eh, swala lilikuwepo pale, mpaka watu walikuwa wanauliza je ye, mashindano yenyewe yanajuzu? Huku wanauliza sana, mpaka wakina Juma Bobo walikuwa wanauliza wanasema, jamani, mashindano yanajuzu hayajuzu na vitu kama mm hivyo -hmm. Kwa hiyo mtu kujibu ile swali kwa mfumo ule tayari mtu anaona huyu uh, jamaa anataka kupiga vita hili swala, lakini ni jibu liliyotolewa kutokana na maswali yanayoulizwa. Alafu jambo la pili, kwa upande wangu mimi ninafadhilisha sana kuisoma elimu ya sheria zaidi kuliko kuhifadhi Qurani. Okay. kama tulivyomsikia, tunaenda na nukta ya mwisho kwamba anafadhilisha sana watu wasome uh, sheria kuliko kuhifadhi Qurani. Nilitaka niweke wazi hapa kwa sababu kidogo nimechanganyikiwa, iweje wasihifadhishe Qurani, wafundishwe sheria qurani tunayoisoma ndio mtume sallallahu alaihi wasallam anasema moja ya alama za kiyama wasomaji watakuwa wengi alafu watafuoni watakuwa wachache sasa pointi yake tumeisikia hivyo, nadhani kuna kitu pia kama hicho ambacho katika kupitia, pitia maswala ya kheri nilikipata siku chache zilizopita kuwa katika zama za mwisho wazungumzaji watakuwa ni wengi sana na wenye elmu watakuwa ni wachache. Nadhani tumeisha ingia katika zama hizo. Ukiangalia kwa mtazamo wako wewe msikilizaji au we mtazamaji, unaonaje? Kwa hivi sasa game limepamba kwelikweli, kila mtu ni msomi, kila mtu tu, ni mzungumzaji mzuri. Umeona vitu kama hivyo, lakini yeye pia amelizungumziaje kuhusu hili? Tushaingia katika zama hii sasa. Huyu ambaye unamhifadhisha Qurani, unafanya jambo lizuri sana, lakini mwisho wake ni upi? Ile Qurani unayoimpa hajui maana yake. Amefanya musabaqa mara mbili, mara tatu tayari, amepotea huyu huyu. Baadaye unakuja kusikia Qurani imeanza kumtoka, au anajikuta hajui ahkamu zinazohusiana na dini yake. Kumbe kama kutakuwepo na harakati kama hizi, upo na harakati za ku waendeleza hawa watu wasome dini, wasisimame pale pale kwenye Qurani. Mtume tumeshatuambia wasomaji wa Qurani watakuwa wengi, alafu wasemaji pia watakuwa wengi, wasomi wenyewe watakuwa wachache. Kumbe tunachotafuta hapa ni wasomi sawa sawa. Nadhani tumeweza kumsikia hoja yake hiyo ambayo ameweza kuiweka sawa, na mara nyingi mimi huwa naheshimu sana mtu msimamo wake, na sitaki kumchukua vingine, kwa sababu huo ni msimamo katika vitu ambavyo mwanadamu au sisi wanadamu inabidi tuweze kuheshimiana sana ni kuheshimu mtu msimamo wake, wala usimwelewe vingine wala usimjaji vingine. Huo ndo msimamo wake. Na kuna mwingine akishachukua msimamo wake huo huwezi kumbadilisha hata kwa nini, na ni bora uweze kuheshimu matakwa ya mtu. Tukiangalia, ikiwa baadhi hawakubali mashindano ya Qurani na wengine wanakubali. Wanaokubali wana hoja zipi? Na wanaokataa wana hoja zipi? Alizungumzaje kuhusu hichi katika vyanzo vya vi sheria? Tuna vyanzo vinne misingi ya kupata hukumu, tuna Qurani na Sunna ambayo ndo waasili, alafu tuna ijmaa na qiyas. Qiyas ni kipimo. Enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliwahi kutokea tokeo lile la watu wa Rumu, ile ghulibat rum, watu wa Rumu na Wafursi walikuwa wanashindana, walikuwa vitani. Waislamu wakasema um watashindwa wale Mayahudi pale wakasema, hapana, Warumi watashinda. Ikawa wamesema hivi, tushindane tuone ni akina nani watakao faulu watakopatia. Wakawa wamekubaliana wanasema, waliweka juala, kuna tunzo waliweka pale, akasema yoyote ambaye atakayepatia ndo atachukua tunzo hii. Ndo wakawa wameenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia, mtume akakubaliana na kitu hicho, wakawa wameweka tunzo, atakayekuwa amesema kweli ndo atachukua tunzo hii. <muchilu> Baadaye Warumi wakawa wameshindwa kweli, ili kushindwa ndo Waislamu wakawa wamechukua tu, wakasema sasa hapa tunaona kitu kuna kitu kimewekwa. Kwa kuwa kuna kitu kimewekwa, ina maana inajuzu kufanya mashindano ya vitu vingine, kinyume na vitu vitatu mtume alisema, kwa kuweka tunzo ndo wanatumia kipimo hichi. Lakini hawa wengine wanasema hapana, hilo liko nyuma kabisa. Hichi tunachozungumzia sasa hivi ni Qur'ani na mtume huko ashasema hakuna zaidi ya hili. Je, hiyo hadithi ya Warumi ndio ilianza ilitangulia, au hii ya ndio ilitangulia. Hapa kuna tafutwa kitu kinachoitwa nasikh. Ikiwa tokeo hili la Warumi ndio lilianza kutokea, kisha baada ya miaka miwili mitatu mtume akasema hakuna tunzo katika mashindano isipokuwa katika vitu vitatu, ina maana tokeo la Rumi lilotokea kule nyuma litakuwa halina kazi, mtume alifuta. Kwa hiyo haitokuwa ni dalili na hoja ya kuja Mnum, katika hii hadithi ya kukataza e, tunzo katika vitu vitatu. Kuna kitu kinaitwa nasikh na mansukh, ula pili, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam <tuhi> amekubali tunzo na mashindano katika vitu vitatu, mojawapo ndo kama hivi alivyotaja, mashindano ya kuogelea mbio, wakasema. Haya mashindano ukija kuyatazama, unaona ni mashindano, lengo na madhumuni ni kwa ajili ya kuandaa vijana ili waje kupiga na jihadi, ndo hiyo. Kuogelea ni moja katika sehemu ya mazoezi haya. Ukija kutazama mambo ya kupiga mshali, ndio silaha yenyewe hiyo. Ukija kutazama mambo ya mbio, ndio kutembeza gari, mbio farasi, namna gani kukimbia jeshi na nini, vitu kama hivyo mm -hmm. kwa hiyo lengo na madhumuni ya haya mashindano ni jihadi ndio wakasema moja ya picha ya jihadi ni kuhakikisha dini inasonga mbele, na swala la kupambana ili Qurani ipige hatua ni moja katika jihadi ya kusogeza mbele Uislamu. Kwa hiyo wanatumia kipimo hichi. Wale wengine wanasema la, la, la, Mtume alikuwa anajua hilo, lakini alitaja hivi vitu vitatu kwa makusudi. Laiti ingelikuwa haya yote yanaingia humo, basi kusingelikuwa na maana ya kutaja vile vitu vitatu kwayo, mana, wakasema, sisi, mm -mm, hi. Kwa hiyo ndio maana madhehebu matatu akasema sisi haifai kwa sababu Mtume akishataja hivi vitu vitatu wengine wakisema tunatumia basi kipimo hivyo, ndo wanaingia katika mfumo wa vipimo vipimo kama hivo tumeweza kusikia hoja ambayo ameweza kuitumia katika swali letu hili ambalo niliweza kumuuliza. Nilitamani sana kumuuliza ye yupo upande upi, wanaokubali mashindano au wanaopinga mashindano, lakini aa, kwa bahati moja au nyingine alikuwa akijiarakisha kwenda kudiriki swala msikitini. Kwa hiyo nadhani mpaka hapo tumeweza kusikia hoja ambazo ameweza kuzitumia, lakini pia tumeweza kumsikia maswali ambayo kujibu kutoka kwetu hapa Khayrat TV. Sina budi ya kusema kwamba hapa ndo mwisho tuwaweza kufikia tamati, lakini niweze kukumbusha kwamba katika vitu ambavyo ni muhimu sana ambavyo vinaweza kujenga jamii ni kila mtu kuweza kuheshimu msimamo wa mtu, heshimu matakwa ya mtu pasina kumjaji kwamba huyu mtu yupo hivi yuko vile. Hili itakuwa ni jambo muhimu sana, ikiwa mtu msimamo wake kwamba yeye akubaliane na jambo hili heshimu msimamo wake na wewe pia aweze kuheshimu msimamo wako. Kila mtu aweze kuheshimu nafasi zake, wewe hukubali na heshimu, lakini na mimi ninakubali na heshimu. Itakuwa ni ubora zaidi. kushukuru sana wewe msikilizaji ambao umeweza kutusikiliza au na kutufuata mpaka hapa, twafikia tamati. Ulikuwa nami Khadija binti wa Hassan, kipindi hewani kilikuwa Kimya Kimya. Tutakuja tena katika nyakati nyingine na vipindi vingine ambavyo dhumuni kubwa ni kuendelea kuelimisha lakini pia kuondoa utata baadhi ya mambo ambayo tunakuwa tunahitaji kuweza kupata ufaswaha kabisa kwa wale mashehe wetu ambao wenye ufahamu zaidi. Sina budi ya kutakia siku iliyokuwa njema na yenye baraka tele na fanaka mimi nanyi, tena tukutane nyakati nyingine, na sina budi ya kumaliza na kusema masalama.